Hamkk yes, mtetezi wa Matiangi mpunga wa mwananji wawituwai, mimi nauliza ya kwamba mumeona hatimaye ya kiongozi wangu wa opposition wamekutana baba, you know, ioh watu wamekutana achambo yenye wanauliza ni hile. Mimi kama K2 nauliza, inauliza ya kwamba e, hata wini Odinga amekua, mimi nataka niuliza ya kwamba Oburu Odinga ni nani kwa ODM? dm Oburu Odinga na sida nikiuliza ni nani kwa ODM? Oburu Odinga ni memba namba wangani kwa ODM? nikiuliza ya kwamba Oburu Odinga alifurahia wakati ndugu yake alikufa. Yeye Oburu Odinga alifurahia wakati ndugu yake alikufa, kwa sababu yeye ndiye alidhana mkutano na Kiradi Siwanga wakasema wanang'oa Edwin Sifuna na Edwin Sifuna, na niliwaambia wana TikTok wote, nikawaambia wananchi wote Edwin Sifuna ataongea siku ya leo. Hatimaye Edwin Sifuna ameongea siku ya leo, na hakuna vitizo yoyote ya kiradi za uwanga na, na na Oburu Odinga, hakuna awasadizia wananchi. Olenga ameongea. Na ndio mzee kwa vijana, sasa anaongoza vijana. Lakini mambo ya huyu mtu anaitwa Buru Odinga. Hata vijana vijana, nafaa tumuzerekee vizuri vizuri, tumwambie, wewe fuata tu uende ukapumzike tu. Kwa sababu wewe unauza ODM. Akapumzike aende nyumbani. Hata siasa amechoka. Mtu amechoka, ajui kusimama kwa gari, amechoka hata kutembea, hana nguvu. Hata anasema hata kwa gari haezi akasimama akaongea. Sasa huyo ndio mtu mundasema ati ni kiongozi wa vijana Buru Odinga huyo. Mimi nataka niwaambie wananchi wote wa Kenya, Wana TikTok wote wa Kenya Eh, kama punda imechoka imechoka, vijana wazee, tunataka tusalimie Oburu Odinga, tumwambie vile anafaa kuishi kwa ODM, aisi fanya hiyo busi ya nyako nayo kwa ODM, atiari natoa wengine. Yeye ndio nani? Yeye ndio nani kwa ODM? Yeye ndio nani? Yeye, yeye, yeye alizerekea wakati huyo mzee alienda akaserekea tu ndugu yake mdogo mwenye alikuwa anafuata, siangetengeneza hiyo chama kutoka zamani. Oburu Odinga wewe, ungetengeneza chama yako kutoka zamani. Uliselekea chama ya ndugu yako, si uache watoto wa Raila waselekea chama yao ya papa yake. Winu Odinga aselekea chama ya papa yake, na saa hii wewe hatutakutambua hata Winu Odinga akakalipa kukwambia, akakalipa kukwambia wewe, hakujui kama ngo, wewe hujulikani mahali. Wewe unajiita wewe ndio papa mkubwa wa wa Wini Odinga Kwenda kabisa wewe, Oburu, kwenda kabisa, Oburu Odinga wewe. Acha kujanganya ODM. Kama unataka kuuza ODM, sema unataka kuuza ODM na pesa umeshapewa. Kule kabisa Oburu Odinga. Sisi hatutakutambua kama vijana. Hatuwezi kutambua kama wana ODM. Hatuwezi tambua wewe. Wewe hatuwezi. Na sasa tunajipanga, tutawanyorosa mzuri sana. Nyinyi mnajidai ni watu wa ODM. Watu wa ODM. Kwenda kabisa. Wadu ODM ni babo wino idu inisifuna osoti orengo kebagendi eh? Wadu ODM wale wenye tunajua ODM iko